Kama unataka kujenga utajiri, kuna jambo moja la msingi sana ambalo watu wengi hawalijui na hata wanaolijua hawalizingatii. Unapaswa kulijua na kulizingatia, nalo ni kutengeneza fedha za mfuko wa dharura, emergency fund. Na utofauti mkubwa kati ya watu wanaofanikiwa kifedha na watu wasiofanikiwa kifedha ni kwamba watu wanaofanikiwa ni watu ambao wanajiandaa kwa siku nzuri. Kuna msemo unasema hivi, ukijiandaa kwa siku mbaya daima utakuwa na siku nzuri na vice versa is true. Kwa hiyo kama unataka kwenye maisha yako upige hatua kiuchumi kirahisi na kwa haraka, ni muhimu ukawa na fedha za mfuko wa dharura. Hizi ni fedha ambazo eh, hii hii ndo namna ya kutengeneza fedha za mfuko wa dharura. Angalia kwa mwezi unatumia shilingi ngapi kwa matumizi yako yote ya msingi. Kwa kama kwa mwezi unatumia laki tano kwa matumizi yako yote ya msingi, unahitaji kuwa na fedha za matumizi yako ya msingi angalau za miezi mitatu mpaka miezi sita, ndo kiasi cha fedha ambacho unatakiwa uwe nacho kwenye fedha za mfuko wa dharura. Kwa hiyo kama ni miezi mitatu inakuwa milioni moja point tano kama ni miezi sita inakuwa milioni sita. Hiyo ni fedha ya dharura ambayo unatakiwa uwe nayo kwenye maisha yako, ni muhimu sana. Hatuombei, lakini kwenye maisha kila mtu kuna siku utapata dharura. Tutatofautiana ukubwa wa dharura na wakati wa kupata dharura. Kuna mwingine, dharura inaweza ikawa ni msiba wa mama yake mzazi, baba yake mzazi, mtoto wako, au mke au mume, hiyo ni dharura. Inaweza ikawa ni ajali, inaweza ikawa ni kufukuzwa kazi au kusimamishwa kazi, hizo zote ni dharura. Inaweza ikawa ni majanga ya moto, inaweza ikawa ni ajali ambayo inakusababisha bima yako isikave hiyo ajali, matibabu yake yakawa ni ya gharama juu. Kwa kwenye maisha kila mtu atapata dharura, tutatofautiana ukubwa wa dharura na aina na kipindi cha kupata dharura. Kwa hiyo kwenye maisha yako elewa kuwa ukijiandaa kwa siku mbaya daima utakuwa na siku nzuri. Sasa swala la msingi linakuja kwamba fedha za dharura niweke wapi? Hapa ndo kuna pointi ya msingi sana ambayo nataka nikufundishe katika siku leo. Fedha za dharura utaki kuweka kwa kununua hisa, utaki kuweka kwa ku kupata complication, au pengine hata kwa kununua hatifungani. Unatakiwa uweke sehemu ambayo ni rahisi sana kuipata hiyo fedha unapopata dharura.